Na madhumuni makubwa ya serikali katika kuhuisha ufundi na ufundi stadi ni kuwa na mafunzo yanayomwezesha au yanayotoa ujuzi kumwezesha anayochukua hayo mafunzo kuajirika au kuajiriwa. Tanzania inawe, imeweka azma ya kufikia nchi ya viwanda. Sasa ili kufikia nchi ya viwanda, tunahitaji mafundi wazuri ambao wanakidhi soko la ajira katika sekta mbalimbali mbali za viwanda, lakini inatakiwa jitihada ya ziada ya kuweza kuwa na mawasiliano kuwa na mazungumzo na wazazi na jamii, ili watu waweze kuelewa kwamba ni nini manufaa ya kuchukua ufundi au ufundi stadi sisi kama baraza ufundishaji wetu tunafundisha zaidi kwa vitendo. Tunataka watu wanapojifunza watende, na tunashauri wazazi na jamii waweze kusoma kozi hizi, kwa sababu ukimaliza huna haja ya kupata shida na uh, kuangaika katika kutafuta kazi. Tunategemea kwamba utatenda. Elimu ya VETA inatusaidia kujiajiri sisi wenyewe na kuweza kutusaidia kujikimu katika mambo mawili matatu katika maisha, so elimu ya VETA inakuwa ina umuhimu sana kwa sababu inatusaidia kupunguza umaskini na vijana kuweza kujiajiri sisi wenyewe. Ni wanawake wanaogopa katika ufundi wa magari, wanaona ni kama kazi ngumu, kazi ya kujitesa, lakini ni kazi ambayo ni nzuri na ina faida katika maisha ya kila mmoja wetu. Unaweza ukafungua gereji mwenyewe ukafanya kazi mwenyewe na ukajiajiri mwenyewe, sio sio kutegemea ajira ya serikali. Hivyo nawasihi wanawake mjifunze ufundi.